Habari yako mkulima na mfuatiliaji wa vipindi vyetu kutoka Minja Kilimo. Na kama kawaida mara zote, kazi yetu ni kuhakikisha tunakufikishia maarifa ili kukukomboa kifikra. Ukikomboka kifikra, mambo yote yanakuwa yako sawa sawa. Sasa leo, ninahitaji kuzungumza na wewe kuhusiana na umuhimu wa mbolea ya samadi au umuhimu wa mbolea zitokanazo na wanyama, kwa mfano mbolea inayotokana na kinyesi cha ng'ombe mbolea inayotokana na, na kinyesi cha kuku. Eh, kuna wafugaji wa kuku, mna mabanda makubwa ya kuku na matokeo yake mnazalisha mbolea nyingi nzuri. Sasa je, nahitaji kuzungumzia umuhimu wa mbolea hiyo katika uzalishaji wa mazao yetu na hususa nahitaji kujibu swali la msingi ambalo wakulima wengi mmekuwa mkijiuliza kwamba kama nitatumia mbolea ya samadi, kuna umuhimu wa kutumia mbolea ya kiwandani. Hilo ni swali ambalo wengi sana mmekuwa mkijiuliza na wakati mwingine mmekuwa mkikosa majibu sahihi ya swali hili. Sasa leo ninakwenda kukujibu kitaalamu kabisa na nakwenda kujibu kukupa majibu ambayo yatakuongoza na kukusaidia kwenye kilimo chako. Twende pamoja na mimi kwenye video hii kupe majibu ya hilo swali. Je, ukitumia samadi kuna umuhimu wa kutumia mbolea za kiwandani za kupandia? Twende pamoja kwa kuanza kujibu hilo swali la msingi, kwamba iwapo nitatumia samadi lazima kutumia mbolea za kupandia, kwa mfano DAP? Jibu uh, ni ndio, kuna ulazima. Sasa ninakwenda kukufafanulia kwa nini ni lazima utumie DAP kama mbolea ya kupandia na hata kama umetumia samadi. Kwanza nianze kwa kuelezea umuhimu wa samadi kwenye zao letu. Samadi inaongeza nini lakini pili, nitazungumza umuhimu wa DAP ama DAP ama mbolea ya kiwandani ya kupandia. Tukianza na samadi, uh, faida za samadi kama tunavyojua, tabia kubwa ya samadi ni uwezo wake wa kushikilia maji, tunasema high rate of water holding capacity, ina kiwango kikubwa cha kushikilia maji. Iwapo samadi itapata unyevu basi kupoteza ule unyevu si rahisi. Sasa hiyo ni muhimu sana na ni sababu ya msingi sana kwako, kwa mkulima wa mboga mboga, mkulima wa nyanya, mkulima wa zao ya mbogamboga, lakini mkulima wa mahindi na mazao mengine itakusaidia. Iwapo samadi itatunza unyevu kwa muda mrefu shambani kwako, maana yake ni kwamba itakuwezesha kuupa mmea wako muda mzuri wa kupata unyevunyevu kwa ajili ya kujipatia chakula. Lakini hata kama ni kipindi ambacho kwa mfano wewe ambaye unafanya kilimo cha masika umepanda zako mahindi lakini umetumia samadi. Samadi itakusaidia kutunza unyevu shambani. Hata kama utakuwa na mvua za wasiwasi kama ilivyokuwa mwaka huu, wewe ambaye utakuwa umeweka samadi ya kutosha, basi itakuwezesha kuhakikisha shamba halipatwi na ukame kwa haraka. Lakini faida ya pili kubwa ya samadi ni